le ya taarifa yetu kuu ni kwamba mkaguzi wa pesa za serikali Nancy Gathungu sasa amefichua kwamba Wakenya wamepoteza takriban shilingi bilioni sita kutokana na malipo ya faini ya pesa za ufadhili wa miradi. Akizungumza mbele ya kamati ya bajeti, Gathungu alisema kwamba kuna utepetevu mkubwa serikalini ambapo wizara tofauti zinatumia mbinu mbalimbali kufuja pesa za umma, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Steven Leto. Mkaguzi wa pesa za serikali alifika mbele ya kamati ya bajeti akiwa amejihami na upekuzi wake, ambao umeweka wazi jinsi wa Kenya wanalazimika kuharamia uzembe serikalini kwa kulipa faini kwa pesa ambazo maafisa wa serikali wameshindwa kutumia kwenye miradi iliyotengewa. Kwa miaka minne iliyopita, Wakenya wamepoteza kitita cha shilingi bilioni sita nukta sita pesa ambazo kulingana na Nancy Gathungu hazikukadiriwa kwenye bajeti. Between

Katika mwaka wa kifedha wa 2023 na 2024 taifa lilipoteza shilingi bilioni 1.6 kwa kutotumia pesa za ufadhili wa miradi. Mwaka wa kifedha wa 2022 na 2023, shilingi bilioni 1.4 zilitolewa katika hazina ya kitaifa kulipia uzembe.

bilioni Kenya shillings. Baadhi ya miradi iliyokwama hata ingawa wafadhili walitoa pesa ni pamoja na barabara ya Kapchorwa Swam Kitale na barabara ya Eldoret iliyoratibiwa kukamilika mwaka uliopita, barabara ambayo sasa ni pambio ya serikali kutoka Mandera Ramu gari kuelekea Kobo Kotulo Wajir Samatar Modogashe na Isiolo iliyoanzishwa mwaka wa 2015 na kutumia shilingi milioni 16 pekee. Naibu Rais Kithure Kindiki akizuru barabara hii leo kutathmini inavyoendelea. Daraja kuu ya Mombasa ambapo mfadhili alitoa shilingi bilioni 49 mwaka wa 2019, asilimia mbili pekee ya fedha hizo zilitumika. Nancy Gathungu aidha alielezea kamati hiyo kuwa mikopo ya hazina ya Hasla Fund imejawa na maswali chungu nzima, akiongeza kuwa kuna utepetevu wa hali ya juu you know if you would like us to extend and, you know, ask things that really are not here then it means you are basically playing politics. Eto runinga would... ya citizen na tukiangazia mengine ni kwamba